Uwezo wa kiwanda ni mkubwa, lakini tumekuwa kutokana na changamoto mbalimbali, tumekuwa tunazalisha chini ya kiwango. Uh, tumekuwa tunazalisha mpaka sasa hivi tuko kwenye uwezo wa kuzalisha kwa bana, uzalishaji halisi uh, lita milioni moja nukta mbili, lakini uwezo nilivyosema ni milioni sita. Hii bidhaa ambayo tunazalisha tunaizalisha kutokana na, na mahitaji kwa hiyo kadri mahitaji yanavyokuwa makubwa na sisi tunazalisha kawa, kwa kiwango hicho. Kwa hiyo tukipata mahitaji, soko likiwa ni kubwa na hii commitment ya serikali, maana yake ni kwamba halmashauri zote zinaenda kununua, taasisi zote zinaenda kununua. Kwa hiyo hawa ni wateja ambao wakubwa, tunadhani tunadhani e, tunavyoenda ku, kusambaza hii dawa watatusaidia sasa, ili tuweze kuzalisha kuendana na mahitaji. Um, majaribio yaliyofanyika hapa Dar es Salaam katika mwaka wa 2004 hadi 2008, na haya yaliongozwa pia na timu ya wanasayansi kutoka hapa Ifakara kwa kushirikiana na jiji la Dar es Salaam. Njia hii iliweza kupunguza maambukizi ya malaria kwa asilimia 50 hadi 60. Kwa hiyo unaweza ukaona siyo njia ya kubahatisha, endapo itafanywa kitaalamu na kwa namna ambavyo inatakiwa. Kwa hiyo ni lazima kuwe kuna kuna combinations ya hizi afua mbalimbali ili kuweza kufikia lengo la kutokomeza ugonjwa wa malaria. Kwa mfano, njia hii japo itaenda kuangalia na kumuua mbu akiwa katika mazingira yake, lakini ina changamoto zake si kila dimbwi la mbu ushahidi mtu utaweza kulipata katika kila wakati.